Bwana, wakati tunaelekea katika uchaguzi katika siku chache zijazo, tunao wajibu viongozi sote, tuwe wa siasa au wa dini au waandishi wa habari, wale ambao wafuasi wengi tunao, wajibu wa kuingiza amani na utulivu katika nchi. Hakuna jambo kubwa katika nchi yoyote zaidi ya

unaiombea nchi yetu amani na ndio maana mko hapa mpaka sasa hivi. Mwenyezi Mungu akulipe kila la heri. Tuendelee kuombea wako wenzetu ambao wa bado hawajakaa kwenye mstari kwa, kwa bahati mbaya sana lakini, tuendelee kuwaombea, Mwenyezi Mungu awaweke kwenye mstari, lakini na sisi tuwakumbushe, lipo hili jambo linalosemwa kwamba mtu alinde kura yake, ishapiga kura, linda kura yake si sahihi. Kwa nini nasema si sahihi? Nasema si sahihi kwa sababu utaratibu wa uchaguzi umetoa fursa ya kila mgombea kuwa na wakala ndani ya kituo cha kupigia kura. Leo tunapozungumza katika vile vitu curi wanavyoviita vya kupigia kura ndani mule, kama kuna wagombea saba, basi kutakuwa na mawakala saba, kila chama kitakuwa na hao ndio wanaolinda kura. Maana wakati wa kuhesabu zitafunguliwa watakuwepo, aa, watahesabu tumepata ipi tumekosa ipi, mwisho watatia saini kwamba kweli baada ya kusabiwa zangu mimi zilikuwa tano au kumi au ishirini. Huyo ndio mlinzi wa kura yako, anawekwa na chama chako. Sisi chama cha Mapinduzi tutaweka wakwetu mmoja tu katika kila kituo na vyama vingine vyote vyenye wagombea wanaruhusiwa kuweka mtu mmoja kwa ajili ya kuhesabu kura zao. Huyo ndo anayelinda wewe, ambayo raia ushapiga kura. Ukakae pale ungoje wakati wa kuhesabu uingie weo, utaleta fuga na hutoruhusiwa. Na ndio maana tunasema ulinzi wa kura ufanywe hipo. Chabueni mawakala wazuri, wakalinde kura zao, hakutokuwa na shida, hatozuiwa wakala hata mmoja. Huo ndo ulinzi zami wa taa mtume wako akwambia, sasa yatazame ya mtume wako, na yatazame ya kiongozi wa siasa anayekuambia kwamba ijia barabarani nenda kaandamane nenda kapambane, utashika ya kiongozi wa siasa ama utashika ya mtume? Na yoyote yule ambaye anayeacha ya mtume, Mwenyezi Mungu amesema katika Qur'an, wa mayushaqi rasula min badi ma tabayana lahu al-huda wa yatabii ghaira sabili lmuuminina nuwallihi ma tawalla wa nusri jahannama jahannama wasaati masira, na yoyote atakayemkengeuka mtume akamwacha mtume akafuata hayo mengine hayo, Mungu anasema tutampeleka huko anakokutaka, lakini baada ya hapo tutamwingiza katika moto wa jahannam na hapo ni bahala babaya. Lazima umsikilize mtume na anasema Mwenyezi Mungu katika Qurani, man yuti ar rasula fakad ataa Allah, mwenye kumtii mtume huyo ndo kamtii Mwenyezi Mungu. Sasa mtume wako asema katika ule usikivu, usikivu na utiifu. Serikali imesema ukishakumaliza kupiga kura aondoka, viongozi wa siasa wengine wanakuambia basi, hapo hapo linda kura yako, ule usikivu wa hadithi ya mtume unaokuambia kwamba usikivu na usikivu utafata ya kiongozi basi ulinde kura yako, au utaondoka? Kwa ule hadithi ya mtume, bali insanu ala nafsihi inna hadainahu sabila ima shakira, wewe mwenyewe utaangalia, ufuate la mtume, ufuate la mwingine. Jana ulipokuja kufungua msikiti huu, salamu ya watu wa Tazari walikuomba, kama unakumbuka, mambo matatu kwa leo hatutaki tuseme tunaomba, kwa sababu tunakutambua mheshimiwa, nawe sasa hivi unatuomba. Umekuja na ushakuja sana na utaendelea kutufuata kwa kutuomba. Kwa hivyo, kwa leo hatutaki kuongeza maombi yetu juu ya maombi yako, ila mimi niseme kwa niaba ya wananchi na wazee waTazari kwamba maombi yako tumeyapokea, ambapo lengo letu sisi watu waTazari ni kukurudisha miaka mitano mingine uendelee na nafasi yako ili yale mazuri mengi ambayo